Nawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ningependa tuchangie neno fupi ya siku ya leo inayosema kuhusu neema halisi. Unajua wengi wanazungumzia neema isivyo. Kuna wengine wanakwambia, tuko wakati wa neema, tutaishi jinsi tunataka kwa sababu neema ishazidika, hata tukifanya dhambi tayari neema inafunikia na tunampata msamaha kwa sababu tayari tumeshasamehewa. Unajidanganya ndugu yangu. Neema iseme. Ningependa nikwambie neema inatufundisha nini katika kitabu cha Tito sura yake ya pili mstari wa kumi na moja hadi kumi na mbili. Biblia inasema, maana neema ya Mungu iwaokoao wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za dunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utaua katika ulimwengu huu wa sasa. Neema haija kufundisha kufanya dhambi bali neema inakuleta kuacha dhambi na kusimama jinsi Mungu anataka. Neema isiwe sababu ya wewe kutembea jinsi Mungu asivyotaka, bali neema ikufanye ushikilie wokovu na kusimama jinsi Mungu anavyotaka. Paulo akasema vizuri katika Warumi 6 mstari wa kwanza hadi wa pili. Biblia inasema, basi tuseme nini? Tudumu katika dhambi ili neema izidi? Hasha, sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi. Neema isikuwe sababu ya wewe kwenda mbali na Mungu eti tayari umeshasamehewa. Hapana, lakini umesamehewa ili usimame vizuri pamoja na Mungu. Ndiyo maana ya neema tu. Mungu akubariki na uwe na siku njema katika jina la Yesu, amen.